Can never finish the poverty of the whole clan, you can never weka. Budget, weka mahesabu yako sawa, jua nasaidia watu mpaka wapi, know your limits. Ndio maana hata kwenye mashirika ya kugawa wa misaada, wana kitu kinaitwa budget. Yesu Kristo wa Nazareti aliwahi kusema maskini mnao siku zote, maana yake nini? You will never finish poverty. Mtu asiye na budget asitanie kuwa atapiga hatua kwenye maisha, never Ah, mi nataka nimaliza umaskini wa familia. Subiri wendo unafuata kuwa maskini mwingine hivi. Unajua watu wengi ambao tunawasaidia wana misaada mingine kwako, kwa ilikuwa pia wanajaribisha wewe. Wajui watu ambao tunawasaidia, watu wengi tunawasaidia wana sehemu nyingi za kupata msaada uliko unavyofikiri. wanajua kabisa docho zao, anajua pale nikipiga yule ananipa ah, yule yule anipi. kwa hiyo anaweka kabisa alternative. Kama unamwalika mtu kwenye biashara yako jifunze kwenye biashara. Hatusaidiagi watu, ujiambie kabisa huyu nimemchukua, nimemwajiri. Usiseme nimemweka hapa nimsaidie. No, mweke hapo, mlipe mshahara. Siku akiondoka usiumie, ajiri mwingine. Mtu naye mlipa mshahara, humwambii yote. Mtu naye msaidia, kuna vitu utamwambia alafu, kesho akija kukupindua usiumie. Bibiya nasema hivi, watu wakali hushika mali siku zote haishuki na watu wenye mioyo imepesi, never. Na lile neno watu wakali, hazungumzi watu wa kufokafoka, no, pale anazungumzia strict men, watu wenye misimamo. Aliposema hii hela ni kwa ajili ya mtaji, hapo hata kama mtoto wa dada yake anaumwa, hela haitunzwi. Bila hekima, if you love to be rich, you must have wisdom to preserve your wealth. Naomba nikwambie, mpumbavu akipewa hela aishi mda mrefu so, wakati unamwomba Mungu akupe hela beba na hekima pia. Na ndio mana mwenye akili ataitafuta hekima kwanza kabla ya kutafuta hela kwanza. Ndani ya hekima kuna macho ya kuonea hela iliko. Oh, yeah. oh, yes. Ndani ya hekima kuna macho ya kuzona fursa zilito. Ndani ya hekima we'll haikusaidii katika vitu vyote ambavyo watu hawajawahi kukufundisha maishani mwako. Learn to live your life part time, jifunze kuisha maisha yako kwa wakati huo, yani maisha yako yafanane na huo wakati uliopo. Kama wakati wako ni wa milioni kumi, mtu wa Mungu, ishi mpaka level ya milioni nane, ishi hapo, bakisha mbili za akiba. Kama maisha yako ni level ya laki mbili, ndugu yangu, ishi laki moja na sabini. Learn to live your life part time. Maisha sio kwa watu wenye mioyo imepesi, because you never know who is your enemy at what time. Learn to be strong and a fighter to make sure biashara yako inakaa mahali mali pake, kazi yako inakaa mahali pake.